Leo nitakufundisha njia rahisi ambayo unaweza ukaitumia kuweka uh, orders ambazo ni manual ambazo hazijaje automatically kupitia namba yako ya simu ambayo umeisajili na mfumo wa Ghala. Kwa hiyo unaweza ukaitumia application ya Ghala kama vile ambavyo unatumia POS machine yoyote ile. Uh, kwenye application ya Ghala hiyo ulionayo kisha ifungua. Uh, cha kwanza hakikisha kwamba umeshaongeza stock kwenye duka lako la Ghala au kwenye akaunti yako ya Ghala kuna stock uh, zinaonekana zina, zina yani zipo. So baada ya kuhakikisha kwamba kwa una stock uh, unaweza ukaenda kwenye hii button hapo chini uh, baada ya home tu kuna button ambayo imeandikwa orders. Ibonyeze hiyo button ya orders, alafu uh, upande wa juu kulia hapo kuna kama vile hivi ikengere achana uh, nacho, alafu chini yake kuna hiyo uh, button kama vile ya kama vile kikat cha cha supermarket. Kwa hiyo kibonyeze, kisha fungua uh, oda hiyo, utaweza kuona zile bidhaa zote ambazo tayari zipo kwenye stock. kwa hiyo utatakiwa kuchagua bidhaa ile ambayo uh, unataka kuweza kuitengenezea manual oda. Kwa sahivi kwangu mimi hapa inaonekana bidhaa moja ambayo ndio hii headphones, kwa sababu mimi kwenye stock yangu nimeweka tu Headphones. Kwa hiyo katika kutengeneza manual order hapa nitabonyeza hii button ya jumlisha, halafu hapo ndipo ambapo nitaanza kuandika au kurekodi order mpya ambayo ninataka kuweza kuandika. Kwa mfano hapa nataka niweke niwe, kwamba mteja anataka headphones mbili. Nitabonyeza hii button ya plus na zimekuwa mbili, sasa nitaendelea. Uh, nitaandika jina la mteja wangu, mteja wangu labda anaitwa Jodo. Uh, alafu pia uh, namba za simu za mteja uh, unaweza nikaziandika hapa, then baada ya hapo bonyeza hiyo button ya continue to delivery, alafu itakuja kwenye hatua nyingine ya delivery, ambapo hapo ndipo uh, tutaweza kuset kwamba tunahitaji uh, bidhaa uh, ifikieje mteja uh, mteja anaifuata yani pick up, au tunamfanyia delivery mteja. Kwa hiyo sasa hivi tuchague pick up, then baada ya kuwa tumechagua pick up tutabonyeza continue to payment. Mteja ana atailipiaje hii order? Atalipa kwa cash, atalipa kwa uh, bank au atalipa kwa mobile money. Uh, ni mteja ambaye amekuja dukani tunashumu, mteja ndio amekuja dukani na analipia hii oda kwa cash. Kwa hiyo nitachagua njia ya malipo cash, alafu nitaendelea preview oda. Hapo ndipo ambapo nitaweza kuona uh, summary au kifupi sho cha uh, oda ya, ya huyu mteja wangu, mteja wangu jina lake na namba zake za simu pia na namna ambavyo tunafanyia delivery, lakini pia namna ambavyo yeye anafanya malipo uh, na bidhaa ambayo amewekea oda. Kwa hiyo ikishahakikisha hizi taarifa pamoja na gharama zote kwa ujumla, itabonyeza hii button ya confirm and create order, hapo itaweza ku create order na moja kwa moja. Ikishamaliza itakurudisha kwenye list ya orders ambazo tayari zipo kwenye duka lako la Ghala au kwenye mfumo wa Ghala. Kwa hiyo so far mimi nina orders mbili kwa hiyo orders zile ambazo zinakuwa labda zimekuja ku, na zimeingia kupitia whatsapp namba ya kwako hiyo ambayo imeunganishwa na Ghala pia zitaweza kuonekana hapa, lakini pia na orders zile ambazo uh, zimeweza kuingia uh, au meweza kuzingiza wewe mwenyewe kwa kawaida yani manually pia nazo pia zitakuwa zinaonekana hapa kwenye sehemu hii ya orders. Kwa hiyo utakuwa unaona paid orders, lakini pia utakuwa na uwezo wa kuona processed orders